Kwingineko, wito wa utendakazi bora na uwajibikaji umeshamiri kwenye maombi maalum ya kila mwaka yaliyoandaliwa kwa wafanyakazi hapa na Nairobi. Wafanyakazi wa serikali wakiwemo mawaziri walijumuika kwa ibada katika kanisa la All Saints hapa na Nairobi ambako wametoa shukrani kwa umoja na ushirikiano wa Wakenya na serikali kama anavyotuarifu Seth Olale maafisa wa utumishi wa umma wakiongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei walitumia ibada maalum ya kutoa shukrani iliyoandaliwa katika kanisa la All Saints hapa Nairobi kuhakikishia wakenya kwamba watawajibikia majukumu yao ya kikatiba. You are not just

Wafanyakazi hao wakuu wa serikali kuwa wakiapa kuwahudumia Wakenya wote bila ubaguzi wa ukabila, jinsia au tabaka licha ya msimu wa siasa kunukia.

at this huge responsibility that we have been given by way of appointment. Viongozi wa kidini wakitoa wito kwa wafanyikazi wa serikali kuwajibikia raia kupitia utendakazi mwafaka na uliofuata sheria. Authority is not held for self. It is carried in trust, exercised with its restraint, accountable to the people, and answerable to God. Ni ibada inayoandaliwa kila mwaka na afisi ya rais ili kushukuru utendakazi wa utumishi wa umma na kutoa risala kwa Mola kwa kulinda na kuwaongoza wafanyikazi wa serikali. Seth Olale Runinga ya Citizen.